Hi guys. Thank you for watching my video. Huu ni yule tu Vanilla wenu. Nashukuru sana, sana sana sana kwa support yenu. Uh, and I thank God kwa kila mmoja ambaye ameweza ku, kuniandikia message wenye wengine wamenipigia simu. Mume respond vizuri for that. Sitawahi sahau kusema asante. Leo, <coughs> Sitaki kuni ni sana kuwaste time ju kuna vitu mbili tatu nataka tuweze kuiongelelea, na ninajua, by the way, tulisema hii chano, vile tulianza, tulisema ni chano ya kufanya ndoa siweze kusimama, ama ama tuseme hata kama kwa ma, yani kwa kwa maisha kuna ile kila mtu anakuanga na kuna kale ka kitu amepitia kwa maisha. Mimi mimi nimepitia yangu, wewe viwazi wangu wewe, wewe mtazamaji wangu mepitia yako. Tutafanya nini ndio tuweze kukua? Kuna wengine waliinii wa moyo walifunjwa roho kama mimi. Mimi yangu niwambia, mimi nilifunjwa roho and I think Mungu alinipitishia hii ili nikaweze kuwa siku kama hii ya leo kukuje kuambia watu don't give up, wenye umepitia kila mtu amepitia, na tusiseme ati ati mimi sijai pata na ati, ati mimi sijai, sijai pata na challenge kwa kwa life. Hiyo tutakuwa tume- tumejidanganyana, nitakuwa umenidanganya na mimi nitakuwa nimekudanganya. Kila mtu hapa amepitia challenge yake kwa life. So leo kuna message nilipata jana. Uh, kuna mtu aliniambia Fanila, tafadhali si uongelelee ambauti tu, una- unapenda sana kuongelea ambauti mambo ya ndoa hata kama sitaongea mambo ya ndoa leo, wacha niongelele ambao tu wamama, vile tumepitia machallenji mingi. Nikisema wamama nimeweka mpaka msana mwenye ananitazama hapa. Na kama uko na msana wako hapa, mulete hapa asikize, asikize hii sasa. Hii leo ni ya kila mtu ikue, ukue wewe ni baba, ukue wewe ni msana, wewe ukuwe ni mama. Kila mmoja leo nataka kufundishana juu huyo msana. Huyo mama aliniambia amekuwa na hii kitu for long na kaniambia kitu imesumbua mama wengi. Ni vile wa mama atakangi kuongea nika nikamuuliza, ni kitu gani? Akaniandikia message mpaka nikamwambia, sasa kama naweza mpigia, ndio tuweze kuongea vizuri, anieleze. Nikamwambia the same sema hiyo kitu, hata mimi mwenyewe nishaipitia andai zangu tumbe. Mimi nasemanga saa zingine na kaanga hivi, nataka tu kama mjinga nikiwa Vanilla Njeri, mambo nilipitia, ndio naona kuna watu wamepitia the same same same yenye mimi nilipitia. Kaya kama huko hapo Chukua relax, chukua snacks zako kama unatumianga, unatumianga juu unatupenga popcorn chochote, unatumianga relax. Kama una kahawa chukua kahawa, relax and then you listen to me now. Leo nashika kuongelelea about kama wewe ni msichana, kila msichana yote anakuanga na kitu inaitwa virginity. Kila msichana, kila mtu yote, mwanamke yoyote, ukuwe wewe ni katoto kadogo, ukuwe wewe ni mtoto mkubwa, unakona kitu inaitwa virginity. Nikisema virginity, okay, kama mimi kwangu mimi nilipewa na kazini yangu nikiwa msana mdogo sana, nikiwa very young. Sasa na hiki kitu ikanisumbua for long. Sasa hata wakati nilipokuwa nakienda tuseme nimepata boyfriend nimeenda nimelala na yeye. Njua ile trauma ya kwanza, mtu aliniambia bila malizana kulepo na mimi, akaniambia kuna mwanaume mkuu. Hakuna mume mwanaume utaenda ulale na yeye alitike. Juu nishakupanua kupanua. Yaani, ile alipanda kitu. Sijui kama nitafanya nitasema nikupanda, na by the way kamea nikakua. Na ikakuwa ni hivyo. So, mimi asa ningeenda nipate mwanaume niende nilale na yeye. Nilikonga najua mimi nishakuwa nimepanuka jua ile, ile mentality nilipandiwa kutoka hapo, nikakuja nikapata my first my, my first marriage yenye yenya nilikuwa nimeingia huyo mwanaume. Wakati nilipotapata mtoto tena, akaniambia kuma yangu imepanuka mimi sijivichange ati kusema ati niate a a mimi naendaga, naongeanga bila iko na vinakujanga direct, na ndio natakanga nisaidie ni mtu mwenye ako hapo mimi, mwenye amepitia ile challenge nimepitia, na hapo anajiuliza afanye nini. Unaona ufanye nini? Sahi kumekuja technology ya unaenda kwa nguvu, na sio vibaya unaenda una nguvu unajiuliza, naeza fanya nini? Nikikuwa kama niliambua tuseme, for example, kama huyu mama aliniambia yeye bwanake alimeshinda for long years, akimwambia mwili wake ilipanuka vile alipata watoto. Kama wewe ni mama, uko na challenge. Kama wewe ni msichana, unasikanga kabisa kabisa, sasa ukienda na kijana anakuambia umekama, umepanuka, akuna kama hapo na hiyo ni kitu ya kwanza nataka mujue. Kama uko na hiyo mentality, kama uko na mtu ashai kuambia mwili yako umepanuka, umekuwa mkubwa, akunanga kukua ukubwa kwa vanjaniti. Uko umepata watoto 20, uko umepata watoto wangapi? Akunanga kupanuka kwa vanjaniti. Ni kama wanaume wa kwangi wametoshana. Wanaume hata wa kwangi wametoshana. Utapata mwanaume ako na mbolo kubwa. Utapata mwingine ako na mbolo kadogo. Yaani aitoshana nangi. The same same kwa kuma aitosha nangi. Usiwahi yambiwa na mtu ende utumie kitu fulani, ati ndio virginity yako irudi virgin. Hiyo ni uongo. kitu ya kwanza nimesema nitengeneze hii vindu juu mama aliniambia Fanila, tafadhali ongelea hii kitu juu watu wengi sana sana sana wamekuwa na hiyo mentality. Kitu ya kwanza mimi wakati nilipojua hivyo nikakuja kwa ngugu nikaanza ku nguvu na kusikiza, tuma video mtu anakuambia kama umepanuka, ukitaka tikuma yako ikue ikue kadogo kwa maana mwanamke akiingia hapo usijui ndio asikia vile akiwa chini. Kama wewe ni virgin, don't try this please. If you love yourself, don't try this. Kitu ya kwanza, mimi wacha niwaambie, sasa mimi na uganga hii kitu tunishaipitia, kenye mimi nilitumia na ile magari ilikuja kunitokeleza baadaye. Kitu ya kwanza kuna mama anatumianga kitu inaitwa ndimu. If you use your ndimu, please don't use that again. Hiyo hiyo ni nini? Hiyo inakuanga inakuwa ndimu inakuanga na kitu inaitangwa ina nini? Wacha nikikumbuka nitawaambia. Kuna ile madhara ya ndimu inakuwa ikikua kwa mwili yako. Unajua hii kitu hii kuma, wacha niite kuma ndio inaitangwa kuma, inakuanga very sensitive. Ni kama hii hii, hii hii jicho yako. Unaona hii jicho inakuwanga very sensitive. Hata kuma yako ni very sensitive. Si kila kitu cha kuingia hapo. Sasa mimi nikakuja nika, sasa nikapata na marafiki. Wakakuja wakaniambia sasa, kama kuma yako ni kubwa, mimi baadaye siku mimi nilikuwa kwa open ni. Mimi baadaye, wakati wakati, nilijua sasa maisha imemali imenifikisha. Nikwanga na nikipata marafiki na kuwa upele ile kwao. Mmoja akaniambia mimi, unajua mimi nilikuwa hapo nikakuja nikatumia ndimu, kakakuwa kadogo. Sikatai itafanya kazi, lakini badala ya kufanya hiyo kazi, madhara yake itakuwa nini? Inakuwa na acid. Imagine umechukua ndimu umeweka kwa... Acha nitumie sasa hizi njicho yangu, siwezi ndusuezi towanguaniwanyeshe kuma yangu, acha nitumie ijicho sasa, ati nimechukua ndimu nimeweka kwa njicho yangu ndani. Njicho inakuwa very sensitive Nataka na kuanzia leo, kama wewe ni mama uko hapa ama wewe ni msanii uko hapa. Na unatumia unatumia hii dimote kwa mwili yako ndio kuma yako ikuwe ndogo. Ni wakati utaenda na mwanaume ndio ikuwe akiasikia kama wewe ni virginity. Ni sawa, atasikia ni kama wewe ni virginity. Sikata inafanya kazi. Hiyo ni kitu ni kitu nimefanya. Nilifanya hivyo. Na nilifanya hivyo for long like a 6 months. Sasa nikakuja nikapata mwanaume. Enyewe ni mwanamume aliniambia gani? Mimi hata sikwenda vizuri niambiwe kuna mtoto, ningesema wewe ni banjo. Ju kalikuwa enyewe kalikuwa katai, sikatai, kalikuwa katai kabisa. Lakini badala ya kufanya hivyo kuna ile madhara ya hii ndimu itakuja kukuletea baadaye mwishowe. Kitu ya pili, kuna sabuni. Si okay, sipingi, ati mambo ya sabuni ati uzi wewe kama unataka kuoga. Mbona by the way si sipingi mambo ya sabuni, kuna kuna sabuni nyingine inaitwa virginity hiyo kasabuni kana kwa very expensive, ati ukienda na mwanaume hatunavaa kuoga ama mpifuenda na mwanaume unafaa kuoga. Mwanaume akiingia hapo, atikanini kanakuwa kadogo, kuma kanakuwa kadogo. Hiyo ni uongo. Wacha niwaambie, niwambie kitu moja, enyewe itafanya kazi, sisemi atifanyi kazi, itafanya kazi, lakini iko na madhara yake, tuzoelewanwe. Hizi vitu zote tunaambiwa tutumie, iko na madhara yake. If you if you like or, or not. Na kama unatumianga, mimi naweza kuambia mapema mapema, ende weke hizo vitu zote kando. Na nitakwambia ile kitu utatumia ni ina madhara yoyote. Ile kitu itakuja kukusaidia kwa mwili yako. Tumesema hii kuma ni kama ni nini, kama jicho. Vile unanaga na unachunganga hii jicho, hata kitu kakipita hivi ina una nini, uwezi jaribu iliniki ingia hapo. Kitu ya pili, kuna wana, wanaume wanakuanga na hii Ati wakienda na mwanamke, sasa wewe ulipanuka au sijui nini, ama wanaongea. Kuna story nilipatanga, by the way, wanaume wakiongea, msana alikuwanga tu ni kama kifagio, ile ilimbangwa na nani na kalisi, ni kama kifagio, kima mwanaume akikuja anapita na yeye so hao wanaume walikuwanga, yani walikuwanga kasako, najua na wanaume, unajua kama unafanya hiyo kata pia, ukiona huyo mwanaume, huyu mwana msana, mwana mwana akipita hivi, wanaanza kumuongelelea, ah, akaka ni kama maji maji Alafu nikamepanuka nilijitoa na kinywa nika nikasikia kama nimeingia kwa shimo. Hiyo ndiyo ilikuwa discussion, na mimi nikapita hapo. Sasa kuna walikuwa uh, wengi hapo, walikuwa marafiki zangu, nikakuja nikataka kujua ni nini wanaongelea, wanaume wanaongelea nini? Wakaniambia ati huyo mwanaume anaenda na kila mtu, sasa mwili wake imekuwa maji maji. Sikata okay, mimi si mwanaume, sitajua kudripu maji maji na kuanga ati kwa kuma, si juu mimi sio mwanaume, lakini kwa ile experience, experience niko nako kadogo mimi najuanga hakuna mwanamke. Mimi pia kuna watu wanakuanga na shida. Enyewe sikatai kuna watu wanakuanga na shida. Na hiyo shida iko. Na ukikuwa na hiyo shida ya kukua wewe ni maji maji. Enda kwa daktari, ambia daktari, akutipu. Lakini usitumie hii vitu, nimesema ndimu, usitumie kitu inaitangwa. Kuna kitu ingine nilionyesha hionyesha, njija. Ati unachukua hiyo maji ya njija. Ati unasquish. Una ati unaweka hapo. Ati hiyo kuma yako ikuwa ndio kama hakuna kitu kama hiyo. Enyewe itafanya ka, lakini iko na madhara yake. Ile kitu nataka tuangalia kwa hii yango, kuna madhara hiyo kitu. Mtu watu watoto watu wengi wa, watu, watu, watu, watu wengi ama watoto wengi wamepotelea hapa. Wamama wengi wamepotelea. Mtu anataka kufurahisha mabwana zao, sikatai, it is good. Utamfurahisha hiyo masaa, ataenda kulala na wewe na akili poa, lakini kuna ile madhara utakuja kupatana nayo. Wakati umefanya umekuja umetumia ndimu, umekuja mpaka unachukua hiyo hiyo sabuni imeitwa inaitangwa virginity na kuna kitu kingine inaitangwa jija. Ati unachukua jija na vile inakuanga kali. Hebu chukua jija, hebu ufanye tu experiment kidogo uweke kwa jicho lako uniambie vile itakuwa. Una washanga una, unasikia kama pilipili, unaona pilipili? Hiyo kuma inawashwa pilipili. Ati madhari ndio furahisha bwanako, sio vibaya. Lakini hivi vitu zote siko na madhara. Tafadhali guys. Hivi waliza nitunipe lis Hizi vitu siko na madhara yake, siko na madhara juu. Kuna mtu ametumia hizo vitu, akifika hapo ananiambia tafadhali, nini, Vanilla, ongelelea hii kitu, mtu asipate ile madhara mimi nimepata. Saa hii nimejaribu kujitibu, ni Mungu tu ashuke tu amhurumie huyo mama, kwa sababu ametumia hizo vitu for long, simeingia kwa mwili yake. Sasa sinaanza ile madhara ina, ina, ina, sasa kutoa ile vitu Huyu mama ako na watoto, ndio ali niambie jota, anaogopa kuenda kuambia watoto wake. Na akaniambia ukitengeneza hiyo vitu nitashila wasichana wangu, ndio wajue nininii ni, hii madhara ya hii vitu tunatumia, ndio tuweze kufurahisha wazee wetu. it's good kufurahisha wazee, wafurahishwe na usifurahisha, usijiumize kama mimi Vanilla, nisijiumize ndio nifurahishe bwana yangu. Hapana. Wacha nimfurahishe for naturally. Kama kuma yangu vile iko, nitamwambia nikimaliza hii video nitamwambia mnafaa kutumia nini. If you want your your ikuwe you, you fresh. Ama unataka ikuwe yaani kila time ina inakuwa ina, ina, ina, fresh yenye utatumia. Na hiyo kitu natawaambia, muuliza imba until the end of this video. Ile kitu unafaa kutumia haina madhara yoyote. Na mwenye anajua kama naongea uongo and akamenti hapo chini aseme, yenyewe Vanilla umetwambia umetuambia ukweli ama umetutanganya. Ukitumia ndimu iko na madhara yake. Ukitumia hii sabuni, hata ni sabuni yoyote, sabuni yote iko na makemiko, iko na madhara yake. Ukitumia njita iko na madhara yake. Na kama uko hapo unajua, njita kama uko na uko na unakwanga na shida ya acid, hadi ukure njita, uniambie kenye kitafanyika. Hebu imagine umechukua hiyo ndimu nini njita umeweka kwa kwa, kwa sorry umeweka kwa jicho yako, itakuwa na madhara gani? Kitu kingine wacha Okay, sisemi ni vibaya, unajua kila mtu anakwanga na mentality yake. Hata unaweza kwa daktari uambiwe uko hi na hii shida, usiku unakula nyama na imagine wewe mwenyewe unatoka hapo juu kipindi unaenda unakula nyama, simu zako kuna ile ile madhara ya nyama, kana kama kuna na alaji ya nyama, ukikula venye ile nini na kuanga kitu. Pia unaweza kuwa na shida ya mayai, uende na daktari kuambia yeye mwenyewe uko na radi ya mayai lakini, na wewe tu una kelele yako, ama utaki kuambiwa, unachukua hiyo hiyo mayai unakula, siku ile madhara yake utapata sasa, si baadaye. So hata kama uko hapo, unaona mimi naongea ujinga, lakini najua kuna mtu mwenye ananisikiza na atafollow vile hizo vitu nimemwambia. Ama aende ya ngugu, enda ungugu, utaona hizo vitu ngugu, ndimu, kama ni mzuri kwa fadhiliti yako, uone madhara yake. Kitu ya pili, enda ungugu. Hiyo sabuni hata ni sabuni yoyote, acha ni acha niseme sema ni ati ni nini if there seven ki sabuni hii sabuni yote iko na nini iko na makemiko kemiko yoyote haifai kuingia hapo isiko tu sema ati nitaenda kutumia sijui hii sabuni sitaki kutenda manini, manini ma nini ma nini matepi ya sabuni. Lakini nimesema sabuni sio sabuni ni sabuni sikatai, lakini sabuni ndio kuangana na kemiko yake. Usienda kuosha kuma yako na sabuni Don't use dotusadini wa, wavajiniti uweza ati mwende kuweka i sabuni tnikusufua unasufua, unajiaribu. Mama unajaribu, unajiaribu nata kama unasema tinanuka, usitumia hizo vitu. Najua kuna watu wengine inakuanga ni shida, sisemeki shida, iko kila mtu anakuanga na shida yake kama mimi nakuanga na, na shida ya kifua, I know that nakuanga na shida ya mgogo. Kila mtu ako na shida yake, na kuna mtu kufu, 100% atiana kile kitu na msongonga kwa mwili yake. Kitu ya pili, kuna watu wanakuanga wananuka, kuma zao zinanukanga kama samaki. Hata aoshe ati lazima itanuka, lazima itanuka. Atafanya nini? Ndio kama huyu mwanamke atafanya nini, mwenye ananuka? Mimi sitaenda hata kumwambia kaenda tumia tindimu ati ni raidi anga ati koza kunuka, hapana. Sita mwambia aenda tumilio sabuni ati ati ni kama kumudha ati anachukua mpaka ile kitunguma ati anasugua. Hata ushindi kushugua hapo, hiyo mama hiyo hiyo kitu kama inanuka itanuka tu bado. Lakini niko na siri moja, ile kitu nafaa kutumia. Sasa nataka kila mmoja sasa anifungulie masikio na asikie. Kitu ya kwanza kama unajua kama hata kama tuseme virginity yako na mboga ile lakini hakuna ah, kitu kimoja nimewaambia ah, hakunaanga kupanuka kwa, kwa virginity hakunaanga ah, hiyo kitu inakaanga ni kama highway. Unaona, highway we vile inakuanga hivi, inakuanga straight. Haikwangi na kona kona hivi, inakuanga ni highway. Na hiyo highway kuna ile kitu inakuanga, yani kuna ile ile nini godali wekaanga Hindi, hindi, ma-overing, kuhisa, hindi na hindi, ina, over nakua isaidinaingi nu lakini. Hapo kwa nini virginity inakuwanga nini highway, akunanga kuma ndogo na kunanga kukuma kubwa. Sasa tuelewane hapo kitu moja kenye unafaa mwanamke anafaa kutumia wakati anataka ukuwe umefanya sex na bwanako, ukuwe ujafanya nimesema hizo vitu usitumie, kuna zile vitu exana nimesema usitumie. Yeye mimi ni mwenyewe nimetumia, na niliona madhara yake, ama huyu mama mwenye alitumia hizo vitu mpaka akafika hapo kuniambia Vanilla, tengeneza hivi. Ndio ongelea hii kitu. Kama wewe ni mama, uko na shida ya kunuka nuka, hiyo hiyo kuna kuma sina nukanga ni samaki, kuna hata uoge aje itanuka, hata ufanye nini itanuka, utafanya nini kitu nacho, utafanya nini aya, wakati unaenda kuoga, na sasa fakiri mtu anisikize hapa, kama unajua kuna uh, sisi wote hatutoshani. Kuna wenye wanaoga na maji ya shawa wanaanzia kichwa kutelemka, kuna wenye wanaoga na hii maji ya karai eh, maji ya karai. Wacha nisikuje sasa, wacha nikuje kilasi ya chini kama mimi. Hata mimi natumianga maji ya karai, sijafika hiyo mambo ya shawa. Ni mkona na maji ya karai, lakini kitu ya kwanza kuoga ninakuwanga nini ni, ni virginity yangu ni kuma yangu na ushanga kuma yangu kwanza. Aya, wakati nataka kuosha kuma yangu nataka kuoga mwili mzima, lazima nikue tubeshe, nitu, ni kuwa na tu, ni besheni mbili za maji. Besheni moja ni ya kuosha kuma yangu. Ndio sitaoga uso ama ni hata ama nioge hata alafu ndio hiyo maji nakuja kuoga nayo nini? Hii maji nimetumia nayo sabuni kuoga mpaka nini huku. Ikifika hapa, ishata hiyo maji itachafuka. Kiti ya kwanza kama unataka kuma yako ikuwe fresh. Chukua maji fresh, maji bila, maji fresh. Sasa sana sana ikikuwa baridi, unaona? Sasa ukikuwa baridi, chukua hiyo maji na usitumie kitu ati, sijui unatumia kitungumu ya kusugua. mm -mm, kuma sio kitu ya kusugua. Kama vile usuguangi, usugua nini jicho yako ndani? Wacha kusugua kuma yako hata vile unajua, unajata Mungu akiweka mahali aliweka, inakuanga na ile mazi, inaoshanga hiyo dini uko ndani, inaosha vizuri, inaosha vizuri. Kitu ingine mkuje muangalia, unaona kama kama mapua yako, mapua yako inatoanga nini? Inatoanga kamasi. Ushaichukua kitambaa ati unasugua, ati unataka kusugua kinini? Sasa hata nipele, for example hii, sasa tuseme hii ni kuma Siko na simu, sina kwanga na simu. Hata hii ni shimo sasa ya kuampua. Nishachukua ki atinaenda kuoga, atinachukua kitu yenye naoga nayo, atinachukua sasa naanza kukumbuka wakati huko ndani, atinatoa atina atinaosha hiyo atindio mapo ati hiyo hiyo masikio ati ndio ingare. Atufanyangi hivyo. So the same same, hata kuma yako usiwahi chukua kitu ngumu atinaenda kusugua. Unaenda kusugua ya nini? Chukua tutu maji, piga na hiyo maji, piga maji fresh. Kama kama unajua upiga na hiyo tumaji fresh, hiyo ni ukipiga hivi, ina ina nini na amuka na inakuwa sawa, inakuwa very strong. Kitu ya pili, kama wewe ni mama, nimesema wao mama wananuka. Kuna watu wananukanga, wananukanga nini kwa mazao na sinanuka kama kama fish yenye medini mafish yenye yapikwa. Hiyo harufu ukitaka iishe, usitumie kemiko yoyote, usitumie kemiko yoyote, tumia maji maji warm. Unaona maji warm chukua maji warm chukua, weka kachumvi yako kwa unaosha nayo. Kwa hata ukiamka asubuhi na oga nayo. Sasa hiyo kwa nyumba, chukua hiyo kachumvi, oga nayo na usisugue, nimesema usisugue. Ni kupiga tu hiyo maji, unaipiganga hiyo nini, unaipiganga na hiyo maji, inakuwa fresh. Kuna mama wanakuwanga na tabia ingine, wanachukuanga vidole, wanaanza kudhogodhoga huko ndani, unajiaribu Nimekwambia hiyo kitu ina, Mungu ali, hata akiweka hapo kuna ile maji na inaoshanga hiyo kitu hiyo kuma. Inaosha vizuri mpaka yaani sasa hiyo ni nini? Hii uchafu kana ndaka na huku inje. Hiyo ndio na Mungu anakuwanga inakuwanga imeoshwa. Saka kazi yako sio kwenda kupokodha, acha kwenda kupokodha. Acha kupokopaka tena vidoria, atinotoa hiyo uchafu. Wezi? Mm-mm, wezi unaharibu. Na ndio unaona mwanaume akiingia pale anasema au sidu ina kazi. Ju umeidhogodha mpaka yani mwenyewe unaidhogodha na vidore. Imagine mpaka naisi kama hizi kuta zangu. Ati imagine nimeingiza na anza kubogodha. Ati ni mchafu natoa. Uwizi. Kama vile uingizangi kwa mapua yako, hata kuma yako ichunge hivyo. Kama vile uingizangi hizi nini ndani, jicho ati unaenda kuosha ati ndio ning'are. Baadhi yao nani anasaka jicho ndani. Hebu komenti hapo chini. Hakuna mtu anaozama jicho ndani. Lakini jicho inakuanga inakuanga safi. Ukiamka tu asubuhi unaanga tu uso hivi kama umefunga mpaka macho. Utakangi mpaka macho iingie kwa hiyo. Kwa hiyo nini? Kwa hiyo jicho yako. The same same hata kuma yako iweke hivyo. Thank you guys for watching my video. I hope kila mtu kila mtu amesoma ka kitu. Hmm? Na msisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Ndio tuweze kuendelea for the next video. Nataka kuona nataka kuona comment yako. Na tafadhali wenye wana lakini siku hizi watu wameokoka. Hakuna anga maeta so, maeta so, I think wametulia sasa. Wenye wananipenda na wapenda sana. Hata wenye wananichukia na wapenda sana. Ni wenu Vanilla. I love you guys. Na msishau ku share hii video ndio tuweze kulani watu wengi. Ndio watu wako na shida. Tuisema hii kitu ni kusaidiana. Sasa, ndio kama unajua kitu na mimi najua kitu kidogo, tunaweka pamoja. Mbomboma hii inaweza yes, kusimama na mimi yote ikue na afya. Thank you guys. Ugima wena wa mwere ni kiradhimo gito, yani hafi ya mwiri ndio furaha yangu na ndio furaha yako. Oh, amaniati guys, thank you guys for watching my video. Wachig myvideo bye bye.